Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Kagera Blasiusi Chatanda wakati akiongea na waandishi wa habari mkoani humo amethibitisha tukio hilo na kusema kuwa watu hao ni Kelvin Piason Mdolo mwenye umri wa miaka arobaini na mbili kabila Mnyiha na mganga wa kienyeji mkazi wa wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, ambaye ni Randani Seme Mlomo mwenye umri wa miaka sitini na nne kabila Mnyamwanga mfanyakazi katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya Vwawa mkazi wa Vwawa wilayani Mbozi mkoani Songwe.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 lakini alipohojiwa zaidi kavitoa wapi, alieleza kwamba vi, vi, vi, viungo hivyo au vitu hivyo alivyokamatwa navyo alipewa na mtu mmoja aliyemtaja kwa jina la Randani Seme Mlomo kuwa ndiye aliyempatia viungo hivyo huko Mbozi mkoani Songwe, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba huyu Randani ni mhudumu katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya Vwawa iliyoko wilayani Mbozi mkoani Songwe. Kufuatia taarifa hiyo ma taarifa iliyopatikana kwenye mahojiano hayo, basi taratibu za kumkamata London kule mkoani Songwe zilifanyika, akakamatwa na akaletwa hapa tayari kwa hatua sahihi za kisheria. Jeshi la polisi mkoani humo linaendelea kuwahoji watuhumiwa hao ili kubaini mtandao mzima unaojihusisha na matukio ya mauaji ili kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria, na limewaomba wananchi kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na kutoa onyo kwa wanaojishughulisha na uganga wa jadi bila kuwa na kibali. Zena Shaban, Clouds TV, Bukoba, Kagera.